Leo tunajivunia kuzindua rasmi huduma hii mpya inayojulikana kwa T-Fiber Triple Hub. Kifurushi kipya hichi ambacho kimebuniwa na kuzingatia mahitaji ya kizazi cha kidijitali cha leo. Kifurushi hichi kipya kimejumuisha huduma tatu. Huduma ya kwanza ni internet ambayo ni matumizi ya familia, ukiwa ofisini, kwenye biashara zako na hata mifumo ya kidijitali. Huduma ya pili ni simu ya mezani ambayo i inajulikana kwa Kiingereza kama landline voice service, inayopa mteja fursa ya kupiga, kupokea simu kwa urahisi kupitia miundombinu ya fiber. Na huduma ya tatu inayopatikana katika kifurushi hicho ni huduma ya internet na dakika kwa simu ya mkononi, yaani mobile service, inayomwezesha mteja kupata kifurushi cha TV na dakika za kutosha ambavyo vinaweza kutumika popote pale mteja alipo. Akiwa na laini yake ya simu ya TTCL, anaweza kuunganishwa na kuwaunganisha ndugu, jamaa, wafanyakazi wake kwa kufurahia spidi ile ile aliyoifunga kwenye internet yake ya ofisini au nyumbani.